Alak uh, tuko salama mpaka uh, leo. Uh, kitu kikubwa ambacho uh, naweza nikakisema, kwanza kwenye preparation I think uh, labda nitoe tofauti na mechi nitoe nani tu kwa watu wa Tanga. Uh, Tanga ni mji wa kisoka lakini nimepata shida sana kwenye pitch. So problem ni viwanja Tanga tofauti na hapa TFF na Mkwakwani hakuna kiwanja kingine ambacho kiko kwenye nani nzuri. Nafikiri wachukue kama opportunity kwao kama wanaweza kuandaa viwanja tofauti na Mkwakwani. Hapa Coast yupo anacheza almost karibia mechi 15. Kwa hiyo kuna timu 15 zinakuja hapa Tanga. Wanaweza wakaichukua kama opportunity. Kwa hiyo big problem sana ilikuwa ni kwenye hivyo viwanja. Ujaribu uh, kuangalia mkoa kama huu wa kisoka na alafu unakuwa una viwanja viwili tu labda ndio vinaweza kuwa viko active. Uh, I think iwaichukue kama ni opportunity wanaweza wakatengeneza uh, pesa sana hapa Tanga, so nashauri kwa wao hilo. Uh, vipo viwanja lakini waviboreshe. Uh, kuna njia nzuri, kwa maana timu zinapokuja basi zinaweza zikaingiza some uh, income kwenye kwenye, kwenye maisha yao. So in preparation, uh, leo tuna siku ya mwisho uh, jana tulijitahidi kufanya. Uh, I think for me, kama mwalimu stafu pamoja na wachezaji na management tunajua umuhimu na gumu na, na uhitaji wa, wa hii mechi. Hatukufika hapa kwa bahati mbaya. Uh, I think tulikuwa na malengo so tumefika hapa. So tomorrow, naamini uh, itakuwa uwanja umejaa kwa asilimia 80, washabiki watakuwa ni upande wa Yanga. Uh, I think watakuwa wanawapa uh, nguvu wachezaji wao. So sisi tunaweza kuwa tuna asilimia 20 tu lakini, so uh, kama mwalimu nimejiandaa uh, kuandaa wachezaji kujua kwamba sisi tutakuwa wachache, tutakuwa wachache lakini kwa uchache wetu, uh, naamini after match basi sisi tunaweza tuka celebrate vizuri. So tunacheza na timu ambayo, eh, ndani ya nchi hakuna eh, ah, mtu asifahamu ubora wake kwa kwa hivi karibuni, hata nje ya nchi pia so, bingwa mtetezi pia. Kwa hiyo tuna tunaamini tuwe kwenye good e, eh, moment kwenye moment zote eh, kwenye kila block. I think Uh, good mentality kwa wachezaji kwa kujua nini ambacho tunatakiwa tufanye in terms of hatuna uh, mpira wakati tuna mpira nini ambacho tufanye kulingana na, na, na, na open it that's why sasa niseme uh, siwezi kusema nini ambacho utafanya kesho uh, kwa sababu hii ni, hii ni vita uh, so uwezi kusema mbinu zako kwamba nitafanya hivi nitafanya hivi. Kitu kikubwa na respect Yanga. Respect Yanga, uh, kuna good team uh, kuna good staff I think in preparation kujua kwamba jinsi gani tuwe na, na moment nzuri kwenye hiyo game tomorrow. Kitu kimoja ambacho uh, nimekisema kwamba tunaenda kucheza na timu ambayo iko bora kwenye nyakati zote uh, na sehemu zote, so angalizo kwa uh, timu yangu ni kuwa uh, na good discipline. That's all, ndo ambacho tunaweza tukifanya. Good discipline in, in possession and out of possession. So kwenye kila blocks tunatakiwa tuwe tuna wakati huo, lakini we try to, to play sometimes uh, kama wao jinsi ambavyo wanaweza waka play. We, we try to score kama wao ambavyo wanaweza wakafanya. Kwa hiyo uh, I think kama mwalimu uh, tunajua ubora huo wako nao uh, sisi tunahitaji kuwa na, na, na, uh, unique, tunahitaji kuwa aggressively, tunahitaji kuwa na tactical discipline ndo, ndo kitu cha msingi na ku respect kile ambacho wako nacho, lakini pia wana madhaifu ambayo sisi tunaweza tukayatumia.